Mbele ustawi na uwezeshaji wa kifedha kwa walinzi wao. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa shirika la akiba na mikopo la Ulinzi Sacco, Waziri wa ushirika Wycliffe Oparanya alisisitiza kuwa hii itakuwa hatua muhimu ya kuwalinda walinzi dhidi ya mikopo ya masharti magumu na kuwawezesha kuwekeza katika maendeleo binafsi na malengo ya kifedha ya muda mrefu. Sekta ya ulinzi binafsi inayoajiri zaidi ya watu 700,000 inaendelea kukumbwa na changamoto za upatikanaji wa mikopo na hatimaye ujumuisho wa kifedha. Walinzi eh, Sacco inalenga kushughulikia haya kwa kubuni huduma zinazokidhi mahitaji ya wafanyakazi wa sekta ya ulinzi binafsi. Kubwa katika Kenya inaitwa na ile ya walimu ambaye saa hii ina assets karibu bilioni 61. Hiyo ndio kubwa sana, na nyinyi kwa miaka miwili miaka mitatu, mkija pamoja na mshirikiane na muwe na uongozi mzuri, nyinyi mtapita Mwalimu Sacco katika Kenya hii, na mimi nikiwa waziri wa ushirika nataka nimuhakikishie nitatembea na nyinyi mpaka muwe sako kubwa kabisa. Najua ya kwamba you people you have been working under very difficult conditions, hamuna mshahara ya kutosha, mnafanya kazi ya usiku, mvua inanyejea nyinyi, kitu pekee ambayo inaweza kusaidia nyinyi kwa hizi shida zenu zote, na hii ushirika ambao mmeanzisha leo na rais really.